Muda wote kutoka sasa tutakuwa tunakupeleka hadi ikulu ya Eldoret ambapo Rais William Ruto atakuwa anatoa ujumbe wa mwaka mpya kwa wananchi. Ni, jinsi Mungu ametuwezesha kama taifa mwaka huu ambao tunauaga leo usiku mwaka wa 2025. Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwa sababu kupitia uongozi wako na kupitia neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia tumepiga hatua kadha kwa kadha kama taifa. Nataka niseme tu mawili ya kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kwamba kupitia uongozi wako Taifa letu limeweka msingi thabiti katika mambo ambayo ni mambo muhimu ambayo yatawezesha nchi yetu kuanzia ama kuanzisha safari ya kuingia katika himaya mpya ambayo ni himaya ya nchi ambazo zimeendelea. Kwa muda mrefu, tumekuwa na matatizo katika mambo ya kilimo usalishaji wa kilimo, lakini kupitia uongozi wako tumeona ya kwamba program ya fertilizer ama mbolea imesaidia katika usalishaji wa mimea mi muhimu ambayo inasaidia katika kukuza uwezo wa taifa letu kupata chakula cha kutosha. Vile vile tumekuwa tu kwa muda mrefu tukitamani kuwa na uwezo wa wananchi wengi kuwa na bima ya afya wakati wako wa ugonjwa, na mradi wa afya sasa tuko na wananchi wengi ambao wamejiandikisha na vile tunaendelea katika. 2026, tutaendelea kuboresha mfumo mpya wa afya kuhakikisha ya kwamba wananchi wengi wamepata matibabu. Kuna mambo mengi, Mheshimiwa Rais, tumeona ya kwamba nchi yetu imebaki nyuma kwa sababu ya mambo ya miundo msingi na hatukuwa na fedha ya kutosha, lakini tunapokaribisha ama tunapokamilisha mwaka wa 2025 kupitia uongozi wako, Mungu ametujalia wa na tumepata mbinu ya kuboresha barabara zetu, viwanja vyetu vya ndege na mitambo ya reli ambayo baadhi ya hizo barabara umeanzisha hivi karibuni, sana sana hii barabara ya kutoka Rironi Mau Summit ambayo sehemu moja itafika hapa Eldoret na iende mpaka mpaka wa Kenya na Uganda. Vilevile vile, tuko karibu kuanzisha mambo ya upanuaji wa reli yetu na kiwanja chetu cha ndege as we go to 2026. So Mr. President

ni lazima vile vile tukumbuke ya kwamba wakati huu wa mwisho wa mwaka, mimi sikumbuki ni siku mbuki gani taifa letu limekuwa na umoja ambao sasa uko katika taifa letu for a a long time we we have been a bitterly divided nation but as we close this year.

The health program would not have been possible without the support of our brothers and sisters who have joined us to form the broad-based administration which you lead. Kwa hivyo Bwana Rais, mimi yangu leo ni kukushukuru na kukuombea na kukuambia kwamba Mungu akitujalia sisi ambao umetupatia nafasi kukusaidia katika uendeshaji wa maswala ya kisiasa ya, ya kitaifa. Tutajaribu kuweka bidii na mimi nikiwa msaidizi wako mkuu, na kuhakikisha kwamba nitaweka bidii ili kurahisisha mzigo ambao wewe unabeba kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, ili utusaidie kupiga hatua ambayo imebaki pale mbele. And therefore Mr. President, I am a grateful Kenyan today and I am a grateful deputy president because